Daktari Becky Omollo aliathirika na saratani ya titi lakini akanusurika na hatari ya ugonjwa huo. Ni kutokana na masaibu aliyopitia ambapo ameamua kujitolea kuwalisha, kuwatafutia matibabu na kuwafungulia biashara na hata kuwalipia bima ya SHA wagonjwa wa saratani katika kaunti ya Uasin Gishu. Dkt Becky ndiye tunayemvisha taji la mwanamke bomba wiki hii. Naitwa daktari Rebecca Wanjiku Omollo. Kwenye mitandao najulikana kama Dr. Becky. mimi ni mwalimu wa mamahadhiri katika chuo kikuu cha Kikatoliki Afrika Mashariki, bewa la Gaba. Fauka ya hayo, mimi ni mshindi wa saratani, saratani ya titi ambayo nilianza kupigana nayo mwaka wa 2020. As safari yangu ya saratani ilikuwa ndefu, nikipelekwa hospitali naambiwa kuwa sina maji kwenye mwili wangu, hivyo nilikuwa naongezwa maji halafu natoka hospitali. Lakini mwaka wa elfu mbili na ishirini wakati wa korona mwezi wa tatu, ndio niliambiwa hapana, niko na saratani ambayo waliita invasive ductal carcinoma. Wakati ule ulikuwa mgumu sana katika maisha. Kumbuka uh, unapoteza kila kitu. Kemoterapi inafanya upoteze nywele uh, makucha yako yakawa meusi, ulimi ukawa meusi, mwili ukawa si wako tena. Kwa mfano, wakati mmoja nikipata tiba mionzi, nilipata huyu mama ambaye alikuwa naombea maji, alikuwa ameletwa kutoka uh, Kisumu, alikuwa napata matibabu hapa mjini Eloreti na mume wake kila siku asubuhi alikuwa anampigia kumuuliza, mbona hujafika, na ngoja jeneza lako likufikishe hapa. Yaani bado, bado hujafa. Na niliposikia kuwa hali hana chakula, ndiyo nikaanza kufikiria nitafanya nini. Na ndiyo nikaanza kwa kumnunulia chakula, kumfanyia shopping yake, na nikamhakikishia kuwa as long as atakuwa hapa Eldoret, a land of plenty, hata waikosa chakula. Ama hoye. Hoye. Ama hoye. Hivyo akapata chakula, akapata matibabu yake na akaweza kurudi nyumbani na mpaka sasa Mama Jane bado yuko. Kutokana na hayo, tukaamua mie na mtoto um wangu Natali kuwa tutaanza kikundi cha kuwasaidia wale wanaopigana na saratani. Na ndio tukaanza na Soles Cancer Community Based Organization ambayo ilikuwa inasaidia watu hapa tu mjini Eldoreti Uasin Gishu County. Lakini baada ya muda tukajipata tunasaidia watu wengi kutoka nchi yote ambao wanakuja kupata matibabu yao hapa Eldoreti. Tukaanza kwa kuwapa chakula, tukaanza kwa kuweza kusemezana nao kile ambacho niliweza kupitia, na nikajua kwa mfano lazima nikunywe maji kwa wingi, nikaanza kuwafunza na tumeanza ama tumeweza kuwasaidia wengi sana kwa kuwapa chakula, wengine kuwanunulia diapers wale ambao mkojo unatoka, wengine kuwanunulia colostomy bags, wengine hata kuwapa uh, nguo mavazi, na isitoshe kuna hata watoto ambao tumeweza kusomesha wamemaliza shule, na najivunia sana kuona wale watoto wa survivors wameweza kujisimamia pia. Kwa wakati huu tumeanza kufanya economic em empowerment pale ambapo hela kidogo ambazo tuko nazo tunawapatia ama tunawaanzishia biashara ambazo wanaweza kujisimamia na kupata chakula. Sisi kama Wakenya tuweze kuungana pamoja na tuweze kusaidia maisha ya wanaopigana na saratani kuwa mepesi. Vipi? By simply loving them, do not judge them. Ukisikia na saratani don't judge me. Just love me. Nambari ya pili, iwapo wewe una uwezo tunarana program ambayo inaitwa adopt a patient. Sema ni Beki, Beki anahitaji diapers, mimi nitakuwa nikimnunulia diapers for the whole year or the whole month, nitakuwa nikimnunulia Beki diapers. Huyo anakuwa ni kama patient wako. Iwapo ni mwingine umeona kuwa hana chakula, nitaweza kukupatia, unachukua huyo ukampa chakula. You can even shop for them. Again, kuna wale ambao hata hawawezi kulipa SHA Iwapo utaweza kumlipia SHA for the whole year angalau aweze kupata matibabu.